Umeshawahi kusikia watu wakisema, mimi ni frontend developer a, mimi nafanya backend, na ukaanza kujiuliza, hivi kuna utofauti gani baina hii frontend na backend? Leo kupitia video hii nitakuonyesha kwa mfano ambayo ni rahisi kabisa, utaweza kuelewa frontend ni nani, backend ni nani na tofauti iliyopo. Wacha niweze kukwambia tu ukweli mmoja, website yoyote ambayo unaiona iwe Netflix, Instagram, ama website yoyote ya biashara pengine ambayo umetengeneza ama umetengenezewa Hakuna mtu mmoja tu ambaye ametengeneza website hiyo. Kuna pande mbili hizi muhimu sana, front end na back end. Sasa wacha leo kupitia video hii tuweze kuongelea basi kwa lugha rahisi, na kila mmoja wetu aweze kuelewa. Tukianza na front end developer, ni mtu gani? Front end developer ni mtu ambaye anahakikisha kila kitu unachokiona katika screen kinaonekana vizuri, kinafanya kazi, lakini vile vile kinavutia. Hapa tunaongelea mfano hizo button, menu, fonts, color katika peji za website basi front end ndio kazi yake, uweza kutumia lugha mfano html css javascript, uweza kudesign na kutengeneza basi hizo page mbalimbali katika website zetu. Kwa ufupi front end developer ni kama mpambaji wa nyumba, anahakikisha nyumba ambayo hapa tunachukulia kama ni website zetu zinaonekana vizuri kwa kila mtu ambaye anaingia. Lakini kwa upande sasa wa back end developer, huyu ni mtu ambaye anahakikisha kila kitu kinachoonekana mbele ya screen pale kinafanya kazi kwa upande wa nyuma. Unapologin zile taarifa zako zinahifadhiwa wapi? Umesha kujiuliza swali kama hili? unapotuma picha inahifadhiwa na kurudishwa vipi? Umesha kujiuliza swali kama hilo? Ama unapolipa kitu online, ni nani ambaye anasimamia yale mahesabu yanayofanyika, calculations zinazofanyika pale? Sasa backend developer ndiye anaye deal na hayo yote. Uweza kutumia lugha mfano python, php, node.js, java ama go kuweza kufanya process zote hizo ambazo zinatakiwa ziweze kufanyika nyuma ya ile interface yako. So, huyu ni kama vile fundi wa ndani ya nyumba nyumba nyumba ambaye basi huweza kuhakikisha nyumba inaweza kufanya kazi vizuri. Yaani, ile process mbalimbali zinazohitajika kuweza kufanyika. Mfano rahisi, mfano unapoingia Instagram, unapoandika comment kwenye posti fulani, frontend inaonyesha sehemu ya kuandika ile comment, lakini backend inapokea ile comment yako na kuhifadhi katika database na kuifanya display pale. Sasa kuna watu ambao wanaweza kufanya vyote viwili hivyo, frontend na backend. Hawa wanaitwa kama ni full stack developers. Ni kama mtu ambaye anaweza kujenga nyumba na yeye yeye akaweza kuipamba na ikawa inavutia. Ndio tunawaita full stack kama unahitaji kuanza kujifunza web development usiwe na pressure kuweza kujua mambo yote kwa pamoja muda mmoja. Anza na jambo moja, kama ni frontend nenda na frontend, kama ni backend nenda na backend, then mbeleni utakuja kuelewa utaratibu mwingine, kama utahitaji kuwa fullstack ama utahitaji kubase tu huko katika frontend au ku shift kwenda upande mwingine, mfano wa backend, utajua mbeleni. Lakini kwanza jifunze kitu kimoja, jifunze upande mmoja. Kama ume, umeanza na frontend hakikisha una master frontend vizuri na una lengo ambazo unaweza kuzitumia kwa frontend na baada hapo una uwezo, basi kama unahisi unahitaji kujaribu backend unaweza kufanya hivyo. Cha muhimu ni kuweza kuanza. Kama utaanza leo, miezi michache ijayo utashangaa jinsi gani ambavyo una uwezo wa kutengeneza kitu halisi, mfumo ambao utaweza kufanya kazi vizuri. Sasa tumalizie video hii kwa kuweza kukuuliza swali hili. Wewe ungependa uanze upande gani? Ama unafanya kazi upande gani kwa sasa, au unajifunza upande gani kwa sasa, frontend ama backend? Aa. Share na mimi katika sehemu ya comment lakini pia usiache ku like video hii, kusubscribe channel yangu ya YouTube kama ni mgeni. Mimi sina la ziada, natumai tumeweza kuongelea kitu ambacho kitakuwa na na faida miongoni mwetu. So kama umeweza kupata value yoyote kutokana na hicho ambacho nimeweza kushare na wewe, hakikisha una like video hii na tuendelee kwa pamoja katika kushare maarifa na kujifunza siku baada ya siku. Una maswali, una maoni yoyote, sema comment ipo kwa ajili yako. Weka hapo swali lako, weka maoni yako juu ya hiki ambacho tumeweza kukizungumzia kwenye video hii. Asante sana, tukutane wakati mwingine.